Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinn faqalu inna samina qur'ana ajaba, Sema, imefunuliwa kwangu ya kuwa kundi moja la majini lilisikiliza na likasema, akika sisi tumeisikia Qur'ani ya ajabu. yahdi ila ar-rushd fa amanna bihi wa lan nushrika bi Rabbina ahada. Inaongoza kwenye uongofu, kwa hivyo tumeiamini wala hatutamshirikisha yeyote na mola wetu mlezi. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Na kwa hakika utukufu wa mola wetu mlezi umetukuka kabisa ana mke wala mwana. Wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata. Na kwa hakika wapumbavu miongoni mwetu walikuwa wakisema uongo uliopindukia mipaka juu ya Mwenyezi Mungu. Wa anna dhanna Taqulu al insu wal jinnu ala Allahi kadhiba. Nasi tulidhani kuwa watu na majini hawamzulii uongo wa Mwenyezi Mungu. Wa annahu kana rijalun minal insi yauduna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Na hakika walikuwako wanaume katika watu waliokuwa wakitafuta kujikinga kwa wanaume wa kijini

kama mlivyodhani nyinyi ya kuwa Mwenyezi Mungu hatamleta mtume. Wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhba Nasi tulizigusa mbingu na tukaziona zimejaa walinzi wenye nguvu na vimondo. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam' faman yastami al'ana yajid lahu shihaba arsadah Na hakika tulikuwa tukikaa humo katika baadhi ya makao ili kusikiliza lakini sasa anayetaka kusikiliza atakuta kimondo kinamvizia wa anna la nadri

waamu walio wema na wengine wetu ni kinyume na hivyo, tumekuwa njia mbalimbali. wa anna dhannanna an lan nu'jiza Allah fi al-ard wa lan nu'jizahu haraba. nasi na tulijua kuwa hatutomshinda Mwenyezi Mungu duniani wala hatuwezi kumponyoka kwa kukimbia na. Nasi tulipousikia uongofu tuliuamini. Basi mwenye kumwamini mola wake mlezi basi haogopi kupunjwa wala kudhulumiwa. wa anna

Mahataba. Na ama wanawacha haki hao watakuwa kuni za jahannam. Wa allawi istaqamu ala tariqati la asqaynahum maan ghadaqa. Na lau kama wangelisimama sawasawa juu ya njia tungeliwanywesha maji kwa wingi linaftinahum fi ili tuwajaribu kwa hayo. Na anayepuuza kumkumbuka Mola wake Mlezi, atamsukuma kwenye adhabu ngumu. Na hakika misikiti ni ya Mwenyezi Mungu, basi msimwabudu yoyote pamoja na Mwenyezi Mungu. Yad'uhu kadu yakununa alayhi libada, na hakika mja wa Mwenyezi Mungu aliposimama kumomba wao walikuwa karibu kumzonga. Qul innama ad'u rabbi wala ushriku bihi ahada, sema

Hakika hapana yeyote awezaye kunilinda na Mwenyezi Mungu wala sitapata pa kukimbilia isipokuwa kwa keye yetu. illa balaghan min Allah, wa risalatihi wa man wa ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannam fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abda ila, nifikishe ujumbe utokao kwa Mwenyezi Mungu na risala zake, na wenye kumwasi Mwenyezi Mungu na mtume wake basi hakika hao watapata moto wa jahannam, wadumu humo milele. hatta itha ra'aw ma yu'aduna fa say'lamuna man adhafu nasiran wa aqallu 'adada, hata watakapoyaona wanayoahidiwa ndipo watakapojua ni nani mwenye msaidizi dhaifu na mchache wa idadi. qul in adri Sema, sijui kama yapo karibu hayo mnayoahidiwa, au Mola wangu mlezi atayawekea muda mrefu mrefu. yeye yeah, yeah. ndiye mwenye kujua ya siri

naye huyo humwekea walinzi mbele yake na nyuma yake. liyalama an qad ablaghu risalati rabbihim risalati rabbihim wa ahata bima bima ladayhim wa ahsa kull shay'in adada, ili yeye ajue kwamba wao wamefikisha ujumbe wa mula wao mlezi, na yeye anayajua vyema yote walionayo, na amedhibiti idadi ya kila kitu.